I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, you know, subdue Kiongozi wa upinzani nchini Uganda wa Bobi Wine amesema hatapinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika Alhamisi kupitia mahakama akieleza kukosa imani na muhimili wa haki nchini humo. Badala yake amewahimiza wafuasi wake kutumia njia za amani ikiwemo maandamano ya kisheria kulinda demokrasia yao. We want the the people of of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets by Akizungumza na BBC akiwa mafichoni, Bobi Wine alisema ataendelea kumpinga Rais Yoweri Museveni licha ya hofu inayohusiana na usalama wake binafsi. Mwanamuziki huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 43 ameshtumu kambi ya upinzani kwa kujaribu kubadilisha matokeo kwa kutumia vurugu na kuwaita magaidi. This time, not the police not the military but electoral commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough we have record of them, we have uh, videos of them. Katika mahojiano hayo, Bobi Wine pia alikosoa vikali vyombo vya usalama kwa kuzuia uingizaji wa chakula katika makazi ya familia yake ambako mke wake na jamaa zake wanadaiwa kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani kwa vitendo Alisema alilazimika kuondoka katika nyumba hiyo iliyoko katika kitongoji cha mji mkuu Kampala usiku wa Ijumaa kufuatia uvamizi wa vikosi vya usalama. Nikiripotia Power TV kutoka nchini Uganda, mimi ni Alex Wekesa.